Tukiifanyia kazi hadithi hii na tukaufanyia kazi msingi huu madhubuti, hakuna hasadi katika jamii. Vipi utamhusudu ndugu yako hali ya kuwa wewe hupendi kuhusudiwa? Hakuna magomvi katika jamii. Vipi utasababisha ugomvi na shari kwa ndugu yako hali ya kuwa hupendi shari hiyo ikufika katika nafsi yako? Wala hakutakuwa na dhulma katika jamii

katika kule kuhurumiana kwao. We unapenda kuhurumiwa, hurumie ndugu yako. wa ta'atufihim, na kufanyiana kwao upole. wa tawaaddihim, na kule kupendana kwao. kamathali ljasad, ni kama mfano wa kiwiliwili, mwili mmoja. idha shtaka minhu udhun, kiungo kimoja kinapopata matatizo, kikaumwa. tadaa lahu sairu ljasad vinaitana kwa ajili ya kiungo hicho, viungo vyote vya mwili mzima. Bisahari walhoma, kwa kukesha na homa. Hebu tuangalie hadithi kisha tuiweke kwenye maisha yetu. Je, yeah, sisi tuko hivyo? Tuko sawa na mwili mmoja? Angalia mfano, lau wewe ukajikwaa kwenye kidole, tuseme ni kidole kidogo cha mwisho cha mguu, ukajikwaa au ukachomwa na kimwiba Je, mikono itasema ah, hilo ni jambo la kidole, mimi halinihusu? Au moyo utasema hilo halinihusu, au macho, au utaendelea na shughuli zako? La, angalia mwili ulivyo. Kwanza shughuli zitasimama, mikono itateremka kushika mguu na kuangalia ni mwiba gani ambao umeudhuru kidole na kutoa, macho yatashughulishwa, moyo utauma, wala utasema ah, hili jambo la kidole, bali kama jambo ni kubwa mtu yuko radhi anakwenda kununua dawa, ulimi unavumilia uchungu wa dawa kwa tatizo ambalo la kidole wala si lake. Ina maana jambo la kidole ni jambo la mwili mzima. Hivyo tungekuwa Waislamu tuko hivi, jambo la mwenzako ni la kwako. Muislamu kapata madhara, ni sawa na wewe, unamsaidia. Amepata shida, ni sawa na wewe, unamsaidia. Wewe una khairi, unaijua, unamfikishia: ebwana, ndugu yangu, kuna khairi moja, mbili, tatu